Akizungumza mara baada ya uzinduzi wa msimu mpya wa Mwechi mpya Pool Table Cup, mdhamini wa mashindano hayo Edger Mtitu ameweka wazi dhamira yake na matarajio kwa mabingwa watakaopatikana. Sisi kama Mwechi Mpya, baada ya kuona kwamba tume mchezo ume saurika, tumeona ngoja tuje tuanze kuamsha kwenye mashindano haya ya leo. Mshindi wa kwanza anaondoka na laki saba hapa. Mshindi wa kwanza anaondoka na laki saba mshindi wa pili laki tatu mshindi wa tatu anaondoka na laki moja ya lakini mwamko nimeona mwamko angalau sio mkubwa sana kwa wenyeji, ila mwamko ni mkubwa kwa wageni, na ndio maana tumesema mkoa wetu bado umelala kwenye ishu ya pool table. Plani yangu natamani Njombe tutengeneze timu, ipatikane timu ambayo tunataka ishiriki hata mashindano ya, ya kimataifa. Awali akifafanua kuhusu sheria na kanuni za mchezo mratibu wa mashindano hayo ambaye pia ni mwenyekiti wa Pooltable wilaya ya Mufindi Hezron Sanga amesema kwa kuwa kila mchezo una miongozo yake ili ufanyike, hivyo ni marufuku kwa wachezaji kushusha suruali, kuvaa viatu vya wazi na matusi, na kwamba anataka kupitia mashindano hayo kuzalisha wachezaji wakubwa wa, wa kwenda kushindana kimataifa. Wachezaji wako kumi na nne na ambao wameshiriki kumi na nne, lakini wenyeji nafikiri wako wanne. Huu mchezo sasa hivi serikali inatambua ni michezo kama michezo mingine, na ndio maana kuna sheria. Haitakiwi lugha za matusi, haitakiwi kuvaa suruali ziko chini ya makalio, haitakiwi kugombana, vyote hivyo vinakatazwa, vina haitakiwi kucheza mtu amevaa sendo. Kwa hiyo vyote hivyo vipo vimewekwa sheria ili watu wafanye nini? Wacheze wa mchezo katika hali ya nidhamu. Kwa upande wa washiriki, akiwa Baraka Joachim kutoka Mbeya na Gloria Kimalo kutoka Arusha, wanasema wamefunga safari kuja kushiriki mashindano hayo kwa sababu ya mapenzi yao kwenye mchezo na kisha kutaka vijana wa Njombe kuongeza ushindani kwa sababu ya mwamko mdogo kwenye mashindano. Baraka Joachim Koroba ni mchezaji wa pool table kutoka Mbeya, pia ni mchezaji wa zamani mzuri wa kutebo ambaye nishachezea timu ya taifa miaka kadhaa iliyopita. Yaani kwa mwandaji, kiukweli amefanya kitu ambacho ni kikubwa, hata si wenyewe Mbeya hatujawai kufanya kitu kama hiki. Jambo Mbeya ni mkoa mkubwa na ni mkoa ambao umeshiriki mashindano mara kadha wa kadha. Mimi nimetoka Mbeya, mi Mbeya naogopeka kulingana na, na jina langu, hata hapa pia baadhi ya watu wanatufahamu. kuna wengine kama leo hapa wameshindwa kushiriki mchezo kwa ajili ya kuogopa. Hapana, kila kitu kinawezekana kwa sababu fanya kile kitu ambacho moyo wako unapenda na jinsi ambavyo wewe unaweza kujitengenezea maisha, kwa jinsi ambavyo wewe unaona ni sawa sana. Kwa wadhamini wetu, namshukuru sana kiongozi Mwechi Mpya, kaka yetu, mzee wetu, sawa. Kija upande wa pili, Mabena tunashukuru eh, sana kwa sapoti zao. Nikiripoti kutoka mkoani Njombe, Joctan Myefu wa Clouds, viwanjani.